Kwa majina naitwa Ann Joseph e, na nimesimama kiti ya fis ya ladi Kenyatta Market, kiti chini ya Moses Wenani, mwenye amekuwa akiendesha hii soko. Tumesimama kama utashindwa ukubali. Kwa majina naitwa Engineer Nicholas Wino, mimi ni mgomboaji kiti wa organizing secretary. Tunaomba watu wajitokeze kwa wingi apige kura kwa amani kisha baadaye Kenyatta Market itaendelea mbele kama one Kenyatta Market habari uh, zenyu na Kenyatta Market uh, kwa majina ni Kennedy Wenaina and um, vying for the treasurer seat though I'm still the treasurer as by the end of the day we'll have a winner and the winner will be declared and uh, everything will be good most, what's most important for us is our market

Naam swadakta, kipenzi changu cha dhati cha moyoni, bali sio mwingine ila ni wewe ambaye umetengesha muda wako kuweza kupepesa macho yako kutizama hii chaneli yako unaipenda, ya Kenya, Kenyatta Market FM. Mimi wenu kawaida, nahodha kiongozi Zuba, usisahau kuniita mtanashati mwana wa mama Zubairi, nitaitika karibu. Hayawihayawi, hayawi huwa. Mbiu ya mgambi kilia basi juwa kuna jambo Jana ikiwa tarehe mbili Desemba Jumanne huu mwaka wa elfu mbili ishirini na tano ndio kulikuwa na kinyang'anyiro Kenyatta Market ambapo kilikuwa kimesubiriwa sana kwa hamu na ghamu takriban mwaka mmoja. Baadhi ya wana Kenyatta Market waliweza kudamkia kwa shughuli zao za kawaida huku wakipanga foleni ya kumchagua yule wamtakae. Vyama ni viwili, timu chenji na timu maendeleo Team change ambayo ndiyo yenye upinzani mkubwa sana na timu maendeleo ndiyo ilikuwa yenye kukalia usukani. Basi waliweza kuminyana nguvu zao jana, huku team change wakiambulia patupu. Timu maendeleo waliweza kukuwa na shangwe na deremo baada ya kutangazwa kunyakuwa ushindi, huku wakimkaribisha kinara wao akiwa Bwana Moses Wenani. Fujo hazikukuwepo Kwani usalama ulikuwepo na kweli. Wanasema siasa ni it's a dirty game, we unakuwa na shuabeti na wale unawowaongelesha, lakini huku mutu akienda pale kwa kilila box la kupiga kura, hiyo ni siri yake. Sasa hapo shahidi ni Mungu tu, ndiyo uona Timu maendeleo waliweza kunyakua viti vyote, hawakuwa hata na huruma, yaani yasemekana walikuwa wanapigiwa suti. endelea kutizama hii channel yako naipenda, ya Kenyatta Market FM, na usisahau kufolo na kusubscribe na pia tena usisahau kulike.